Kama ambavyo tunafahamu moja kati ya habari ambayo imeweza kutrendi mitandaoni, lakini pia kwa sasa hivi inazungumziwa kwa ukubwa zaidi ni namna ambavyo mrembo mwanadada Wema Sepetu ameweza kubeba ujauzito. Pongezi zimekuwa ni nyingi sana, yaani comment zimekuwa ni nyingi sana, wengi wakiwa wanamtakia mema mwanadada Wema Sepetu kwamba ajifungue salama, basi aweze kutulia kurelax, ili mradi aweze kumwangalia mtoto wake aliyetumboni vizuri. Lakini habari kubwa ambayo ime weka vichwa vya habari uh, kwa asilimia kubwa sana huko mitandaoni ni namna ambavyo ujauzito wa mrembo Wema Sepetu unamhusisha msanii Diamond Platnum na kama ambavyo tunafahamu Wema Sepetu yeye binafsi alizungumza tu, na kudai kwamba baba wa mtoto wake, au baba wa huo ujauzito wake ni superstar mkubwa hapa nchini Tanzania. Basi sisi tukajiongeza tukaona kwamba superstar mkubwa ni nani? Superstar mkubwa ni msanii Diamond Platnum. Lakini pia tunafahamu Wema Sepetu alishawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na msanii Diamond Platnumz, na ndiyo maana kwa asilimia kubwa sana watu wakapigia tiki na kudai kwamba ni msanii Diamond Platnumz. Lakini pia katika hili tukio la leo ambalo msanii Diamond ameweza kulifanya moja kwa moja limeweza kutupa matokeo chanya, lakini pia limeweza kutusababisha lile jibu letu tuweze kupigia mstari vizuri. Msanii Diamond Platnumz tunafahamu kwa sasa hivi yupo nje huko katika ziara zake za kikazi, lakini mambo ambayo amekuwa akiyafanya eh, hata kama yupo nje basi ni mambo ya kushangaza sana. Diamond Platnumz ameweza kumtumia mrembo mwanadada Wema Sepetu zawadi ya gari baada tu ya Wema kutangaza rasmi kwamba yeye ana ujauzito wa msanii Diamond Platnumz. Msanii Diamond amemtumia zawadi ya gari na Wema Sepetu ameweza kuipokea na zawadi kede kede akiwa anaonekana anafurahi ya hali ya juu. Sasa unaweza kujiuliza hao watu wawili wameanza lini mapenzi? Wameanza lini mahusiano tena? Kwani tunafahamu Diamond tayari ameshamuoa Zuchu na hayo maisha mengine anaendelea. Sasa inakuwaje kuaje, tena tunaona ili sakata la Wema Sepetu kwamba anamzalia Diamond Platnumz. Hizi stories zimeoshanga a watu wengi lakini pia ni kama vile watu hawazielewi hivi, wengine wakiwa wanadai huenda ni kiki tu ambayo Diamond anatengeneza pamoja na Wema kwa sababu tumeshawazoea hawa wasanii kwa kutengeneza kiki mbalimbali mbali, ili mradi tu wanapotoa wa miziki yao hai uweze kusikilizwa kwa asilimia kubwa lakini pia iweze kupata support kubwa kwa mashabiki. Lakini hili jambo ambalo Diamond amemfanyia siku ya leo ya Masepetu moja kwa moja limetusababisha tukapigia tiki kwamba huenda huo ujauzito wa Wema Sepetu baba akawa ni msanii Diamond Platnumz na huku ukiangalia Wema Sepetu sasa hivi yupo single, ameshaachana kabisa na wozu. Kumbe kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kati yake na Diamond. sisi binafsi hatuyafahamu, lakini kwa sasa hivi tumeshayafahamu, kwa sababu tunafahamu swala zima la ujauzito sio swala la kufichika, halifichiki hilo. Mara nyingi sana wahenga huwa wanasema mimba pembe la ng'ombe, halifichiki na hata ukilificha ficha sana, badala linakuja linachomoza tu linatokeza baada tu uzito wa kukua zaidi na zaidi. Wamasaba wetu wamefurahi baada ya zawadi nyingi ambazo Diamond amemtumia, lakini pia tunaweza kusema hawa watu hawajui maumivu ambayo Zuchu kwa sasa hivi anayapitia. Anapitia maumivu makubwa nyie, kwa sababu sio jambo la kawaida, sio jambo la busara kama hivi wanavyofanyiana, alafu Zuchu yupo na Diamond wala ajali, na anaona kwamba yupo sahihi, lakini pia anaendelea tu kumpenda mtoto Zuchu, na Zuchu tayari ndo yuko mjengoni, basi Diamond hana wasiwasi wa aina yoyote, anaendelea kufanya mambo yake kama kawaida. Labda Zuchu tayari ameshamuelewa, hauwezi kujua mambo ya wawili chumbani. Sisi hatuwezi, uh, kuyaingilia, kwa sababu ukiingilia utakwenda kumbuka wewe ambaye uh, umeweza kuyaingilia wa nje ya ndoa. Wewe kama shabiki yetu unalipi la kuzungumza, una lipi la kusema, baada tu ya Wema Sepetu kupatiwa zawadi hii ya gari? Maoni yako. Lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yaloandikwa neno subscribe.